Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Rajab Makame Ali, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Zaiso, Zanzibar Youth Support Organization. leo hii tukiwa katika hospitali ya Lumumba, ni hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mjini Magharibi, Unguja, na lengo kubwa la kuja katika hii hospitali ni kuwafariji eh, wagonjwa hasa kwa wodi za kina mama tumetembelea wodi takriba ya, ya room saba ambazo tumezitembelea eh, room sita ni za kina mama na room moja ni ya kina baba na tumeweza kuwafariji kwa, kwa kuwapatia dua eh, na kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu awape shifa na vile vile tumewafariji kwa kuwapatia kile tulichokuwepo nacho, kama tunavyoelewa kwamba magonjwa au maradhi ni mitihani ambayo inayotoka kwa Mwenyezi Mungu, na tumewataka wawe na subra pamoja na wauguzi, na hivyo hivyo tumeonyesha mfano mzuri kama ni taasisi. Tumepima afya, ikiwa ni vijana tumecheki afya e, tumecheki HIV katika hospitali hii ya Lumumba. Tumeona huduma zake ni nzuri kabisa, na tunawashajihisha vijana wengine waweze kucheki afya zao, afya kwanza, eh? Ukicheki afya sasa hivi ukijijua wewe afya yako ni ipi utaweza kujikinga. Kinga ni bora kushinda tiba. Kwa hiyo Zayso tumeonyesha mfano mzuri wa kucheki afya eh, katika masuala mazima ya blood. eh, tumecheki pressure, tumecheki HIV AIDS. Kwa hiyo tunawashajiisha vijana wengine watumie fursa hii ya ujana kwenda kucheki afya. Hospitali ni nzuri, huduma zake ni nzuri, mazingira tumeona mazuri. Hizi ni, eh, kwa kweli tu, ni manufaa ya miaka hii eh, ambayo tuliokuwa nayo ya awamu hii tuliokuwa nayo awamu ya nane ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Tumeona hospitali ni bora kabisa, mazingira yake mazuri, eh? Taasisi kama taasisi tumefarijika, na tunamwomba Mwenyezi Mungu wale wagonjwa wote ambao tuliowatembelea Allah awao. Tunamshukuru sana Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kututengenezea mazingira mazuri ya hospitali kama hizi katika kila wilaya na katika mikoa yetu ya Zanzibar. E, hivyo ZAYSO tupo kijamii zaidi, sio sisi tu ZAYSO, na nyinyi pia Taasisi nyingine asasi nyingine za kiraia tunawaomba muchukue jitihada za kutembelea wagonjwa mahospitalini na kuweza kuwafariji kwa sababu ugonjwa ni mitihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na nawashukuru sana na pendeleeni sana kuangalia vipindi vyetu, programu zetu katika kila Jumapili na utaona matukio tofauti kila Jumapili, ZAYSO ikijitoa kijamii kwa ajili ya kutembelea na kwenda kuwasaidia watu mbalimbali kila Jumapili. Tutakuwa tuna hizi program. Tunaomba mtu yoyote anayeguswa na hizi program zetu Zayso aweze kuchangia kupitia namba zilizoko hapo chini ili kuwezesha Zayso kufika mbali kabisa na tuweze kupata wadhamini wa, wa kufadhili hivi vipindi vya kila Jumapili. Zayso tupo kijamii zaidi. Asanteni sana na nakutakieni